Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti, karibu tena katika simulizi yetu, karibu tena katika simulizi zetu za sauti ambazo umezoea kuzipata hapa na hii simulizi inaitwa Mapenzi ni Furaha na Karaha, sehemu ya kumi na sita. Kama hujasubscribe chaneli yetu, gusa kitufe chenye alama ya kengele, moja kwa moja utakuwa umejiunga kwenye familia ambayo inafuatilia chaneli hii ya Baba Sam The King Tanzania TV chaneli. Tunachokuomba, subscribe, like, share, comment, ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Sasa karibu sehemu ya kumi na sita ya simulizi hii. Mama, ni kitu gani ambacho mnachokiongeana na daktari kwani mimi sipaswi kujua? Kama sipaswi kujua, niambiwe. Kama sipaswi kujua, niambiwe. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, Loveness Sarafina alizungumza huku akisema tena, acha ujinga kitu chenye kina kuhusu we mwenyewe na we mwenyewe ndo ambaye umeenda kuyakoroga leo hii, unasema tukuambie. Una mimba? si nataka uambiwe? Haya, una mimba. Ehe, umefurahi sasa? na umeitoa wapi? kipindi kile, wakati mimi nazungumza na nyinyi mabinti zangu, siniwaambia kabisa mniambie kama endapo mtakuwa mmepata wachumba? kuna hata mmoja aliyejitokeza kaanza kuniambia kuna hata moja baada ya kumwona Sarafina, ameanza kuchukia na kuanza kufura. Dokta alizungumza huku akisema, e eh, eh, mama huu utakuwa sio ustaarabu. Haiwezekani, mtoto tayari yuko kwenye hali kama hii, alafu wewe uanze kumkaripia. Hii ni hali ya kawaida, jua kabisa na yeye anahisia. Kwa hiyo kama jinsi ulivyoniambia kule kwamba shetani yuko kazini, ndo ameshaingia sasa. Shetani kaa, uvumilie, umwelekeze tu namna ya kuweza kulea ujauzito au anakuja kliniki, mambo mengine yaweze kwenda sawa, lakini kumkaripia haitaleta haitaleta manufaa ya aina yoyote, bali utamfanya ogope na hatimaye utampa mawazo mazito. Na siku zote mwanamke wa aina yoyote akiwa na ujauzito hatakiwa awe na mawazo mengi. Au nataka aje kutuzalia njiti hapa? Kuwa makini mama. Baada ya kuambiwa vitu kama hivyo, Sarafina alizungumza na kusema, okay sawa, nimekuelewa dokta. Acha nimwache <laughs> Yetataza. Etataza hey, nina mpango mpaka nitaipopotoa we subili, naenda kulikali pia mpaka litautoa lita huu ujauzito. Huyo mtu kanipa shilingi ngapi? Eh, ameshamchukua mtoto wangu, amekuwa ni mke wake. Siwezi kukubali, lazima nitaupopotoa tu ujauzito. We mama Unawaza nini? Mbona unaanza kujiongelesha chini chini, hamna <laughs> <I'm not> Loveness <loveness. laughs> sitayari tayari, nimeshakwambia na umeshajua kabisa. <laughs> Hakuna shida yoyote mwanangu, weendelea tukupumzika hapo hapo, lakini umenikera e, wanaenda kunitafutia wajukuu ambao siwajui baba zao ha? menikera kweli. Loveness siji kwani, baada ya kuzungumza maneno kama hayo, kumbe chini chini kuna mpango ambao wanajaribu kuupanga bwana, lakini daktari hajui lolote. Ndipo ambapo Sarafina huyu alitoka mle dini, akaenda moja kwa moja mpaka kule kule alipokuwa amekaa na dokta akawa ametoka Lavnes akaendelea kutumia dawa yake hapo, ambayo ni maji ambayo wamemtundikia hapo kama drip, ikiwa ndiyo inaishia ishia. Ilipofika usiku, happiness alichukua chakula na kuondoka nacho mpaka hospitali akawapelekea wakala wakiwa pamoja na Mustafa. Mustafa hakuondoka kabisa, aliendelea kuwepo huko huko. Baada ya kuwa wamemaliza kula, ikawa imefika ni wakati wa kulala sasa, Mustafa ikabidi awaage kwamba watawasiliana kesho asubuhi wa kwa hiyo yeye yeah, yeah, inabidi aondoke. Na kweli walikubali na hatimaye akawa ameondoka. Happiness aliamua kuchukua vyombo na kuanza kurudi nyumbani, lakini kukaa kidogo Daktari alipoenda kuangalia akakuta drip limeshaisha, alimtolea na hatimaye Loveness na yeye akaruhusiwa aondoke na mama yake. Kweli wakaanza kurudi nyumbani wakiwa pamoja. Baada ya kufika nyumbani walifika wakakuta tayari Happiness yeye alishafika na yuko anaosha vyombo hivyo. Baada ya kumaliza kuosha, Loveness yeye alienda moja kwa moja hadi chumbani kwenda kulala. Baada ya mwezi mmoja kupita, Loveness ndipo ambapo alianza kumbipu Ramadhan ili aweze kusikia ni kitu gani ambacho atakachoweza kukizungumza kwa sababu tangu apelekwe hospitali hajawahi tena kuzungumza naye. Loveness akaanza kuwa na wasiwasi wasi sana, Rama huyu atakuwa na matatizo gani? Baada ya kumtilia maanani alivyombipu hakupiga Hatimaye wakati anajikongoja kongoja, ingawa sasa ni mja mzito, huwa kuna wakati anapatwa na uvivu eh, kuna wakati ambapo hafanyi kazi zake kama jinsi alivyokuwa akifanya hapo mwanzo. Kuna wakati nguvu zinamuishia, kwa hiyo moja kwa moja aliamua wakati ameenda kuuza baada ya kuanza kupata pesa, aliamua kununua vocha na kuweka kwenye simu yake. Hatimaye akampigia Rama. Rama hakupokea simu, ilikuwa inaita yenyewe mpaka na inajikata. Naam, mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti sehemu ya kumi na sita ya simulizi yetu iitwayo Mapenzi ni Furaha na Karaha imeishia hapa. Kama umependezwa na simulizi zetu, tunakuomba subscribe, like, share, comment ili tuweze kuupata mchango wako hadi sehemu ya 17 ya simulizi hii tena. Ni kuage niseme kwa heri kwa sasa, baba Sam. Unaangalia baba Sam the king Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo 0752732515